Waasi wa M23 wameeleza kuwa pande hizo mbili zinalenga kufanya mazungumzo ya moja kwa moja kwa mara ya kwanza tarehe 9 Aprili mwaka huu. Mkutano huo wa Doha utakuwa wa kwanza wa mazungumzo ya moja kwa moja tangu waasi wa M23 kuteka miji miwili mikubwa mashariki mwa Kongo. Afisa mmoja wa Kongo alithibitisha kuwa mazungumzo yalipangwa kufanyika tarehe 9 Aprili isipokuwa tu iwapo upande mmoja utaenda kinyume na makubaliano hayo. Kulingana na vyanzo, waasi wa M23 na serikali ya Kongo wamekubaliana kutojadili hadharani kiini cha mazungumzo hayo. DRC kwa sasa inakabiliwa na mojawapo ya matatizo makubwa zaidi ya watu waliokimbia makazi yao na ya kibinadamu kutokana na ghasia zinazoendelea na ukosefu wa utulivu. Mamilioni tayari wamelazimika kuyahama makazi yao na takriban watu elfu saba wameuawa katika miezi ya hivi karibuni. Kevin Sewe, Mwanzo TV.